Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu Waislam na wapenzi katika imani, kokote pale mlipo duniani. Ramadhani ndugu zangu, ndiyo hiyo, inatupa mkono wa kwaheri. Usisahau ya kuwa anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama raghima anfu thumma raghima anfu, thumma raghima anfu, ameangukia pua, amepata hasara, ameharibikiwa amekula shoti na hasara za hali ya juu. Nani huyo? Yeyote aliyepata bahati ya kuikuta mwezi wa Ramadhani na hakusamehewa madhambi yake. Kuna baadhi ya watu Ramadhani imewakuta wananuka kwa maasi, wananuka kwa maovu, wananuka kwa madhambi, na Ramadhani hatimaye inatupa mkono wa kwaheri bado ananuka machafu yake na maovu yake. Mwenyezi Mungu usitujalie katika wale ambao Ramadhani itaondoka ikawaacha na mizigo mikubwa kabisa ya madhambi yao. Ndugu yangu mpenzi unayenitazama, kama hukuitumia hii Ramadhani vyema, basi funga kibwebwe katika haya masiku kumi yaliyobakia, kwani imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa zama hizi ndani ya masiku kumi ya mwisho akifunga kibwebwe chake, na akihama katika mji wake wa aiqadha ahla, na akiwamsha familia yake, wake zake, akiwamsha usiku kusali. Kama kuna nyusiku ambazo hazitakiwi kukupita, ndugu yangu mpenzi muislam hali ya kuwa ukifanya ibada, basi jua kabisa ni usiku hizi kumi zilizobakia. Usije ukalala baba yangu, kama ulilala masiku haya yaliyopita, haya masiku kumi tokea leo usije ukalala, ndugu yangu mpenzi unayenitazama, usije ukalala katika haya masiku kumi. Ni masiku mazito, ni masiku matukufu, ni masiku bora hayasemekani. Ndani yake kuna usiku wa lailatul qadr, ikikukuta usiku huo unafanya ibada, subhanallah. Faya subhanallah, ibada unaandikiwa umefanya miezi thamanini na nne la haula wala quwwata illa kwa la ndugu yangu Muislam, sio mwezi wa kulala. Dhipi adhkari ya kushikamana nayo isikupite baba yangu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibu lafua fafu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibu lafua fa fu anni. Hii dhikiri isikupite ndugu yangu katika haya masiku kumi. Pia vilevile, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka anta alghafuru rahim. Hii pia dua ndugu yangu ya istighfar isije ikakupita ndugu yangu mpenzi unayenitazama. Unapokuwa katika sigda yako isikupite tena hii dua Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa ala niyatahu wa sirra hizi shikamana nazo katika haya masiku kumi, kama unataka yabadilike maisha yako hapa duniani na uwe una salama mbele ya akhira mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, siku ya mwisho siku ya kiyama, basi asikupite haya hizi dua kumi. Nini tafsiri yake ukisema allahumma innaka afuun? Maana yake ewe Mwenyezi Mungu